Umewahi kuwa na rafiki ambaye alitoweka mara tu maisha yalipokuwa magumu? Yule rafiki aliyekuwepo wakati una pesa, wakati mnacheka, wakati kila kitu kinaenda vizuri, lakini anapotea mara unapohitaji msaada wake. Sote tumeona hayo. Labda ni yule rafiki aliyekwambia nitakuwa nawe daima, lakini unapompigia simu ukiwa umekata tamaa usiku wa manane hakupokea. Au labda ni rafiki aliyekuwa kando yako, watu walipoanza kukuteta akapotea. Sasa, ukweli ni huu, sote tunatamani urafiki wa kweli, urafiki wa uaminifu, wa ukweli, wa rohoni lakini hebu tukubali, katika ulimwengu wa leo wa mitandao, ulimwengu wa likes, ulimwengu wa followers na ufeki maisha, urafiki wa kweli unazidi kupotea. Leo hatuzungumzii tu urafiki, lakini urafiki wa kweli katika Biblia, ule urafiki unaosimama katikati ya dhoroba, usioyumba wakati wa shida urafiki unaoakisi moyo wa Mungu mwenyewe. Tusome Mithali 17:17, rafiki hupenda siku zote na ndugu amezaliwa kwa siku ya tabu. Sasa tutafakari, Biblia haisemi hupenda baadhi ya siku, haijasema rafiki hupenda siku rahisi, inasema rafiki hupenda siku zote. Biblia inaposema siku hapa inamaanisha wakati. Rafiki hupenda wakati mzuri, rafiki hupenda wakati mbaya, wakati wa umaskini, wakati wa kulia, hata wakati umefanya makosa. Kisha anaongeza na ndugu amezaliwa kwa siku ya tabu. Kwa maneno mengine, marafiki wa kweli hujitokeza pale ambapo wengine wote wameondoka. Ukweli ni huu: urafiki unaweza kukuinua au kukuangamiza. Biblia inasema katika Mithali 13:20 enenda pamoja na wenye hekima, naye utakuwa na hekima, bali urafiki wa wapumbavu ataumia. Yule unayetembea naye huamua hatima yako. Huwezi kutembea na watu wabaya ukawa na maisha mazuri. Huwezi kutembea na wasio waaminifu ukatarajia uaminifu. Watu walio karibu nawe, unaobadilishana nao mawazo, watakufanya kuwa bora au kuwa usiye na maana. Rafiki wa kweli wakati mwingine atakwambia kile ambacho hutaki kusikia, si kukuumiza bali kukusaidia. Rafiki wa kweli hakupapasi anakusafisha. Tazama mfano mzuri kabisa wa urafiki katika Biblia, Daudi na Yonathan. Yonathan alikuwa mwana wa mfalme Sauli. Daudi alikuwa kijana mchunga kondoo aliyemuua Goliati. Kwa akili ya kibinadamu walipaswa kuwa maadui, maana Daudi alikuwa amechaguliwa na Mungu kuchukua nafasi ya baba yake Yonathan kama mfalme. Lakini Yonathan hakumwona Daudi kama tishio, alimwona kama ndugu. Biblia inasema katika Samueli wa18 mstari wa ikawa, Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi, Jonathan akampenda kama roho yake mwenyewe. Tafakari, Yonathan alikuwa na sababu zote za kuwa na wivu. Lakini badala yake alichagua upendo, alichagua uaminifu. Wakati Sauli alitaka kumuua Daudi, Yonathan alihatarisha maisha yake kumlinda rafiki yake. Huo ndo urafiki wa kweli. Yonathan alisema kwa matendo, Daudi, nitasimama nawe, hata kama itanigharimu maisha yangu. Hivyo ndivyo rafiki wa kweli ulivyo, kusimama na mtu katikati ya moto, hata kama moto unaongezeka badala ya kusimika. Tuseme ukweli, si kila rafiki ni rafiki. Wengine ni somo, wengine ni majaribu, na wengine ni vizuizi. Mithali 18:24 inasema ajifanyiayo rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Umewahi kuwa na wale marafiki wanaokuja tu wanapohitaji kitu, wale wa nisaidie tafadhali, lakini ukiwa na shida huwaoni? Huo sio urafiki, huo ni mkataba wa manufaa. Rafiki wa kweli hahesabu mema alikufanyia, hakwambii ilikusaidia wiki iliyopita, sasa ni zamu yako. Hapana, urafiki wa kweli ni upendo bila masharti. na wakati mwingine urafiki wa kweli si maneno, ni uwepo. Si lazima useme maneno sahihi, wakati mwingine uwepo wako tu unasema yote, na kuona, nipo hapa nawe, haupo peke yako. Sasa tazama, mfano mkuu wa urafiki wa kweli: Yesu Kristo mwenyewe. Katika Yohana 15:13 15, Yesu anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na alifanya hivyo kweli, hakuongea tu kuhusu urafiki, aliuthibitisha msalabani. Aliwaita wanafunzi wake marafiki, hata yule aliyemsaliti Alimpenda Petro hata baada ya Petro kumkana mara tatu. Alimpenda Tomaso hata alipokuwa na mashaka. Alitupenda wewe na mimi hata tulipokuwa wenye dhambi. Huo si urafiki wa kawaida, huo ni urafiki wa Kimungu. Yesu asemi nitakupenda ukijirekebisha, anasema Ninakupenda hata ukiwa umevunjika. Nami nitabaki hata wengine wote watakapoondoka. Huo ndio urafiki tunaoutamani, na huo ndio urafiki tunaoitwa kuutoa. Nitakusimulia hadithi. Kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Sam. Siku moja, biashara yake ilianguka ndoa yake ikavunjika na marafiki zake wote wakatoweka isipokuwa mtu mmoja rafiki. Huyo mmoja Mike alikuwa akija kila asubuhi, hata kama sama kutaka kuzungumza. Hakuwa akisema lolote, alikaa tu karibu naye. Hakutoa maneno, alitoa uwepo. baada ya wiki chache Sam akauliza kwa nini unaendelea kuja, hatuzungumzi chochote? Mike akatabasamu na kusema, kwa sababu hivi ndivyo marafiki wa kweli hufanya, tunabaki. Miaka kadhaa baadaye, Sam alipofanikiwa tena, watu walimuuliza, ulivukaje mtihani uliopitia? Akasema, kwa sababu nilipodondoka mtu mmoja hakuniacha peke yangu. Huo ndio urafiki, sio maneno mengi, sio zawadi, ni uwepo, kupatikana unapohitajika. Kila mtu anataka kuwa na Yonathani, lakini wachache wako tayari kuwa Yonathani. Kila mtu anataka uaminifu, lakini wachache wako tayari kuwa waaminifu. Huwezi kuvutia kile ambacho wewe huna. Ukitaka marafiki wa kweli, kuwa mkweli wewe mwenyewe. Ukitaka marafiki halisi, kuwa halisi wewe mwenyewe. Usifeki. Ukitaka marafiki waaminifu, kuwa mwaminifu wewe mwenyewe. Anza kidogo kidogo. Tuma ujumbe wa faraja kwa rafiki yako, piga simu ya kumjulia hali. Mwombee rafiki yako. Kuwa mtu anayejali, si katika wakati rahisi tu, bali pia katika wakati mgumu, maana wakati mwingine neno moja tu la faraja linaweza kumwokoa aliyekata tamaa. Ndugu zangu, tukubani urafiki unaweza kukuumiza Wakati mwingine waliokaribu nasi ndo wanaotuumiza zaidi, lakini Biblia inatukumbusha katika Wakolosai tatu mstari wa kumi na tatu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Urafiki wa kweli unahitaji neema kwa sababu sisi sote ni binadamu, sote tunaposea, na wakati mwingine Mungu anaruhusu migogoro, sio kuvunja urafiki, bali kuujenga zaidi, kutufundisha uvumilivu, unyenyekevu na upendo. Sona mashauti, ukipata rafiki wa kweli umepata hazina. Mhubiri sura ya nne mstari wa tisa mpaka wa kumi inasema: afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao, kwa maana wakianguka, mmoja wao atamwinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumwinua. Maisha yatapoangusha, lazima wakati fulani itaanguka lakini ukiwa na watu sahihi pembeni yako, wale wanaokuinua unapoanguka, wewe ni tajiri kwa namna ambayo pesa haiwezi kupima. Basi Biblia inasema nini kuhusu urafiki wa kweli? Inasema urafiki sio kuhusu nyakati za furaha tu, bali kuhusu nyakati ngumu urafiki sio kuhusu kuwa mkamilifu, bali kuwepo unapohitajika. Sio kuhusu kupokea tu, bali kutoa. Urafiki sio kuhusu maneno matamu, bali matendo ya kujali. Ulimwengu unahitaji wapambe zaidi, unahitaji marafiki zaidi. Kuwa rafiki anayebaki nyakati ngumu. Kuwa rafiki anayependa bila mipaka. Kuwa rafiki anayewaelekeza wengine kwa Yesu, rafiki mkuu zaidi. Kwa sababu mwisho wa siku, maisha na utukufu vitapita, lakini watakaobaki ni wale waliotembea nawe, waliokuombea, waliolia nawe na waliokuamini wakati ukujiona una thamani. Nimalizie kwa kuuliza Je, wewe ni aina ya rafiki unayemwomba Mungu akupe rafiki kama wewe? Yaani, unafanana na rafiki unayemwomba Mungu akupe kama? Sio, anza leo. Penda kwa moyo wote, samehe haraka, toa bila masharti, na kama Yesu, kuwa rafiki anayebadilisha maisha ya wengine na kuyafanya kuwa bora milele.